Hii nimekutana na marijali wawili hapa katika chuo kikuu cha Kisi ambapo watatuelezea majina yao kamili. Kwa majina ni Brian Rotich. Kwa majina ni Gibson Kiblagat. Mwanafunzi chuo kikuu Kisi hapa. Napenda kuambia sahizi madereva kwa msimu wa Krismasi ni wasi overload na pia wasi overspeed ma passengers, e, wasi manake, saizi msimu wa Krismasi watu wengi wanasafiri kwenda nyumbani, moso wanafunzi wa shule wa chuo kikuu they will be traveling kwenda kwa msimu ya Christmas na happy new Year. So ninge urge madereva tu wa consider hiyo speed ni wanaendesha nao magari, ndio wapunguze hiyo rate yangu. Hapa madereva pia wasafiri wanaohusika katika hili. Kwa hivyo madereva pia wanafaa, kama mwenzangu alivyosema, kuna hizi simu wanafaa kuziweka kando, wa concentrate on driving isiwe wanapata distractions, then wasinywe pombe, maanake ni msimu wa Christmas, wanaonja ama wanajiburudisha, wasikunywe na kuendesha kwa safari. Pia wanafaa kuwa kuwa keen kwa magari wanazo ziabiri nazo, ikiwa na shida problems kama gari iko na mechanical problem so wanafaa kuzi, wasiingie waweze, wakipata imejaa waweze kushuka watafute gari nyingine, maanake magari ni mengi yeah. Ya pia wa consider range ya wa driving, wakuwe kina wakiendesha. Ni hivyo na labda wenzangu nikiwauliza. Ah, katika vyombo vya habari tumeona visa vingi vya ongezeko la ajali, nyinyi kama awataalamu katika mawasiliano, mngependa serikali hii yetu ya Kenya, hususan wizara ya uchukuzi ifanyeje? Mimi ningependa serikali ama idara ya uchukuzi ichukulie sheria watune wanavunja wanavunja, lazima sheria ya yeah, hmm, wachukulie mkono, manake wanifina driver

The passengers, they are putting them at risk. So anaongomatu serikali iwachukulie hatua iwachukulie mikono hiyo mirefu ya kiserikali yeah. Na labda mwenzangu hapa, tunaona katika hizi barabara zetu sana tunaona wale tunawaita mabusta ama manamba wale tunaona, ah, wanavunja sheria za barabarani, tunaona wengine Uh, wanapandiapandia magari ovyo, mara wengine wamepandia sehemu ya nyuma ya kuwekea mizigo kule, na hili ni kosa katika sheria za barabarani. Wewe unaonaje, serikali ifanyeje kukomesha swala hili barabarani, kwa sababu huo ni utovu wa nidhamu naam? Hapo uh, serikali inafaa kuwa vigilant kwamba, au, au askari wa barabara wanafaa kuwa karibu na hawa magari maanake, wakisema sasa wakiwa ofisini yeah, wanatoa sheria, na watasikizaje hao? Nao pia wanatafuta hela, hela za kujikimu naam. Kwa hivyo serikali pia iangalie vizuri hapo, juu hawana kazi zingine, manake unaweza pata hata mtu msomi pia ana kazi, kazi, kazi, afanye kazi kama, kama hilo. Naam. So, naam so hapo wanafaa ku either wapate wa, wa, wa kazi ya kujikimu, wasidandie gari manake ndio ninasemwanga, waweze tu kupage gari alafu wakabaki stage ya alafu, mara mingi wasiweze ku, kudandia gari hapo, wakienda nao manake ni at risk, wana risk gari ya, kwa sababu wametoa wametoa rules za kuwa guide, mweye nafunza waweze kutiwa sheria. hmm. yeah. Uh, ni ya sheria ifuatayo anasema, sheria ni msumeno kukata mbele na nyuma hmm. Na la kuuliza tuna nyote wawili kwa pamoja, uh, swali langu la mwisho uh, tunaona kama visa hivi viongezeko vya ajali katika nchi hii yetu ya Kenya, labda wakulaumiwa ni nani? Labda ni zile shule ambazo zinafunza udereva, kwa sababu ka, katika uh, sheria lazima dereva awe na leseni ili aweze kuendesha chombo chote barabarani pale na labda mimi labda wakulaumiwa ni nani hapa kwa sababu tunaona madereva wengi uh, tunapata hawana leseni eh? na je hizi idara husika za kuwafunza madereva hawa je ni wakulaumiwa ama mimi hapo ningesema no. wakulaumiwa ni no. inaweza kuwa kila mtu ama an individual basi ni dereva yanaendesha gari mwenyewe yeah. maanake mm -hmm. kuna wengine ambao wajenda mm -hmm. hiyo shule ya driving school mm -hmm. kwenda kusomea kusimamia utaalamu ya mtakulamua ni the consequences, nitakushika ukipatikana ukiendesha gari without license. So siwezi laumu shule driving school an individual mwenyewe, maana yake anabidi kwenda shule ndo apate driving license ni driving license. Uh, yeah. Maybe it may expire ama iko karibu ku expire they renew their driving license, ndo waepuke hizi visa vya kushikwa barabarani mm, na maaskari so yeah. Uh, kwangu mm, kulaumiwa hapa ni wengi mm, karibu kila idara hapa yeah, mwanzo yeah. Abiria pia mm, wanafaa kulaumiwa mm, ajali wanahusika wakiwa mm, pia wanahusika niwahusika mm, kwamba Mtu anaweza kuwa anaona gari nina shida, gari yenyewe lime nizee ni mbovu, then wanajaa ndani mm. so inafaa ashuke, atafute mm. gari lingine mm. pia akiona dereva mm. anazikiuka hizo sheria mm. aseme, simamisha gari, aweze kushuka mm. manake, mita chache mm. wanapata ajali mm. pia hizi pia madereva mm watalaumiwa hapa mm. maanake hao huzikiuka hizo sheria mm. mnamo mm. hao askari hawapo. mm. Kwa hivyo wana overspeed mm. wana overload hizo mm. sheria wanazokiuka mm. pia hao wako na shida hapo, wanalaumiwa wana hapo mm. pia idara husika hapo mm. ni shule inayofunza ama, naam maanake ikiwa mwenye amehitimu ame somea anapewa anapewa leseni. Iweje kuna dereva anaendesha na ana leseni? Kwa hivyo inafaa ukihitimu unapewa leseni. Kwa hivyo ni ngumu, itakuwa ngumu kuzi kupata hizo ajali zikiwa nyingi kupitia madereva ambao hawajahitimu. Naam. Mtazamaji hawa amekuwa baadhi ya maoni ya uh, wanafunzi hawa kuhusu masuala ibuka katika jamii. Uh, mimi labda katika maoni yangu ningeza sema madereva wahakikishe kuwa msimu huu wa Krismasi wamebeba abiria, kwa sababu abiria ni wengi na abiria ni watu wenye roho na ni watu wenye kunadamu. Dereva wewe, kama dereva hakikisha kuwa una eh, ensure kuwa uh, upande wote wa usalama uko ili kuhakikisha abiria wanafika salama katika uh, maeneo yao tofauti tofauti, na pia ningependa kuwanasihi wale abiria wanaopanda gari, hakikisha usalama umeanza kwako wewe mwenyewe, kwa sababu uh, gari kama uh, lina breki, wewe kama abiria huwezi kujihatarisha kulipanda. Naam, na wewe kama uh, abiria pia uhakikishe kuwa uh, dereva kama yule amehitimu kuonesha gari kama lile japo ni ngumu, lakini inabidi, kwa sababu ya usalama wako. Na endapo utona dereva kama yule, basi amekiuka sheria za barabarani, wewe kama abiria, ni jukumu lako u useme kwamba, dereva, hapo umekosea. Naam na, na hivyo ndiyo inakuwa hali katika uh, kulituliza uh, uh, ongezeko la ajali katika nchi hii yetu ya Kenya wenzangu. Nimeshukuru sana kwa wakati wenu katika kujadili swala hili la ibuka kuhusu ongezeko la ajali hapa nchini, na natumai kuwa a, wa, watazamaji wataelimika kutokana na somo hili. Ni mimi wako Shaban Farjala.